wangu, hebu nisaidie jamani na hii nipite jamani. Ametoka wapi? Ah, umetokea wapi lakini. Mungu, naomba unisaidie Mungu wangu. Kwani, jamani umetoka wapi mpaka unakuja kuangukia hapa? Eti we binti una nini kwani? ah, eh, wewe wewe wewe mtoto we binti we. Mti ani gani huyu jamani, nyumbani kwangu. Ai jamani, eh, wewe wewe umetoka wapi lakini jamani mpaka unakuja kuangukia hapa? ah. eh. Wewe. Karibu. Asante. Emu, subiri kwanza shemeji, kwa sababu ya hali yako, mimi najua, na tabia yako naifahamu, kuna tatizo mm. Shemeji ndio, una taarifa gani mpaka sasa hivi kuhusu ndugu yako ndugu yangu, namaanisha Nguzo mumeo na mm. wewe? Hapana, mm. sina taarifa aina yoyote. Kuna nini? Shemeji, ni wiki mbili sasa, inaelekea tatu, ndio toka mume wangu amesafiri. wa sijui yuko wapi, sijui anafanya nini, nazidi kuchanganyikiwa shemeji. Kinachonitia wasiwasi ni haya mauaji yanayozidi kuendelea kwenye kijiji hiki. Ndugu yangu, unaniacha unaniacha njia ya panda. Mimi sijafahamu bado ujio wako na hali ambayo uliokuwa nayo ni kwa sababu mume wako ameondoka ya yapata wiki ya tatu, au kutokana na mauaji ambayo yanaendelea hapa kijijini kwetu? yuteana nichanganye, shemeji. Sawa, kuhusu mume wako, kiukweli sina taarifa aina yoyote, na hata yeye hajakuja ya kuniambia chochote kile, sijui unanielewa. Na kutokana na mauaji ambayo yanaendelea hapa kijijini kwetu, haya mambo yapo kisheria zaidi, sijui wewe ulikuwa na ushauri gani? Basi, shemeji, naona unanichanganya kwa heli. Naondoka so, mambo shoga yangu <laughs> kuniita kote kama nataka kuita mtu wamuuza ulembo vipi? <laughs> sila kama jina lako kwanza, lokupailo jina, maana lokupailo jina kakupa jina limekukaa bibi, na tamani nipetasodani nipeta zimtosi. Kwa <laughs> kwaiyo kuniita kote nataka kuja kuniambia hili, shoga yangu, ah, yote tisa kumi yajuza, nataka nikwambia shoga yangu. Ulikuwa unamtaka Somba bibi, wewe Somba akakutolea nje kama kipaka chawe. <laughs> Mungu nipe we mtoto kimwili hichi kimwili na yule Somba ha, una haya wewe, akukataa akutolea nje, lo we kitoto <laughs> weki chokuuma kitu gani wewe, kinachokuuma kipi huyo Somba tena na udu vizuri na tunamudia na vizuri. Wewe kinachokuuma nini? Kunisimamisha hapa kuniambia habari za somba. Haya, huyo somba unamtaka wewe? Nikianza kumtaka mimi, wewe unamtaka wewe? Jamani, yule somba jitu nene, kitoto kipo hivi kimesimama, umekaa huko nataka ufie mwenzio kifuani. Ni fia kifuani huko vipi? Mapenzi kuna kufia na kifuani? Nanchekesha. hmm, kwanza hata kama sikuelewi. Kwa hiyo kinachokuuma kitu gani? Labda niwe naye nisiwe naye. Kifua kile mimi ndo napenda mwanzo, yani hivyo vitu ndo kwangu ndo napenda dada yaani kwangu ndo napenda kabisa tena zaidi ya sana. We, shangaa! Wewe mtu mzima ovyo, ukaa hapa kunisimamisha mi, ha, mimi mtoto mdogo? Aya, mimi mtoto umeisimamishia hapa mtoto, hmm, mm, wa siku hizi. Ndio maana ulifeli wewe, kumbe unawaza mapenzi. Wewe, eh, unapenda kitanda kuliko daftari. <laughs> Uliambiwa utamu, kati ya daftari na kitanda kipi kitamu? Kitanda kitamu, udugu eh? ulijua hilo tena. We dada, koma koma kabisa hizo habari zako za umbea huko tena mwenzako nampenda ni namp unafeli wapi? Unasema bwana anachelewa. Odi odi! Mwenyewe karibu, karibuni. Asante mama, habari yako? Njema. Pole na majukumu mazito ya kimaisha. Asanteni, karibuni. Sio mbaya ni, nikiwatambua ni na kuwasaidia pia Sisi ni watu wa serikali ambao tunahusika na maswala ya mazingira ya na nyumba kiujumla. Sawa sawa, nashukuru sana, lakini mimi kama kwangu hapa kama mnavyoona mazingira yote yako salama yako, yako safi mazingira yako safi kabisa n yani, nikipandesha usafi ya, najitahidi sana hmm. Ni sawa mama, lakini tunaona ulivyozungukwa na majani mfano huko ulipotokea Sema tusogee huko, lazima sheria itakubana tu. Ah, yani hiyo kuhusu hicho msio na wasiwasi kabisa, kwa sababu unajitahidi sana kufanya usafi na imani ya hapa yani. Sasa hivi wala hamna shida yani, msogee huku tena, mimi nenda kusafisha sasa hivi, msija. Yes. Tunashukuru kwa ushirikiano wako. Nashukuru na mimi pia. Lakini sini hili ili, ili tu la usafi au kuna lingine? Nye dili mke wangu, tuliongea jana usiku limetiki. Dili gani hilo mke wangu? Kwani mimi nawe jana tumeongea nini? Tumekaa mpaka saa saba za usiku hapo tunazungumza jambo moja, leo umesahau? Labda unikumbushe. Isha sahau? Umesahau ile dili la kwenda kutafuta pesa kale wangu yaani yale maneno ya jana usiku bado umeashikilia mpaka sasa hivi kweli, uko serious unataka kuondoka uniache? Hapana, hauwezi kuondoka ukaniacha peke yangu. mm -hmm. sikubaliani ya na wewe kwenye hilo mm. Hapana. Yaani kwa maneno unayozungumza, inaonekana zaidi umerizika na haya maisha mabovu tunayoishi hapa. Eh? tunakula kila siku vitu visivyoeleweka lafu, mimi barabarani naona wenzangu wanapendeza, wanakula vizuri mke wangu mrembo, wewe unataka mimi nifikie kipindi nikukose wewe? Sikiza mimi niache niende kule nikafanikiwa. Mwenyezi Mungu akijalia, naweza tukawa watu wakubwa, tuchukua watu matajiri, kwa sababu huko kwenye pesa hiyo kale tuweza tukapata almasi, naweza nikavuta dhahabu, naweza nikaudi na vitu vingi, mke wangu, nawe upendeze. unaenda wapi sasa? napokwenda kiukweli sijapajua, lakini nahisi ni sehemu salama tu Yani, swala hilo wewe ondoa wasiwasi kabisa, nahisi ni sehemu salama kabisa, kwa sababu hata hapa ninapokuambia, mimi nimekuja kukuaga wewe tu hapa. Tunaenda kuchukulia nguo mpya nini, gari na tusubiri, tunaingia tunaondoka. Nikiendelea kuweka sana mke wangu hapa, naweza nikakosa hata safari yenyewe. Mimi naomba tuniwie razi tu niende. Hapana, sikubaliani na wewe <laughs> sema wewe unaenda kuifahamu. Kuna haja gani sasa ya kuondoka? Ni bora tu ubaki na mimi hapana, Uwezi kuondoka <laughs> nisikilize, mke wangu eh? Usiishi kwa kuamini kwamba eti nini riziki na, riziki aivutu na kamba, sio kweli. Maana riziki ya riziki yaivutu na kamba, maana yake nikae tu nyumbani kitashuka chenyewe. Lazima nitoke ni muvu ili kwenda kuhakikisha ile riziki inaileta. Hata Mungu anasema mguu uliotoka, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuombea. Mke wangu niache nikapigane, niache nikamalize hizi haja ndogo ndogo za maisha magumu. Tuendelee kuishi hivi paka lini? Nguzo, siondoke. Ewe Mungu, asikia mimi nakwenda, hapa nipo naweza nkaachwa. Mimi najua nyinyi na wanawake ndivyo mlivyo, mnapenda tu unane unane. Nitakaa hapa mpaka lini, mke wangu? maisha magumu niache mimi nende nikatafute kule, wezi jua Mungu anaweza akanibariki eh. Mimi nitarudi, japokuwa sijui siku gani ya kurudi, lakini kwa uwezo wa Mungu nitarudi. Nguzo, Nguzo mwangu sondoke. Sikia, hivi ndugu yangu yoyote akija kuniulizia umwambie lolote kuhusu mimi, yaani uwe mwambie tu nimeenda sehemu nyingine yoyote, lakini usimwambie kwamba nimeenda kutafuta nini wala nauninini na imeisha. Mawazo yangu yananipa bila shaka wewe unaniogopa mimi asilimia mia moja? Kipi kinakupa asilimia mia moja kuniogopa? Nahisi naongea na mfu. ina maana mi nimekufa? Sio mimi tu, asilimia kubwa ya wanakijiji kijiji wanaamini kwamba Tira amekufa, nikiwemo mimi mmojawapo niloshuhudia kwenye mazishi ya Tira huyu Naezungumza naye mi ndo Tila. Tena sio Tila tu ni Tila mnyama niko mbele yako, tena nikiwa na akili timamu. Ni mtu mimi, mimi mi ni binadamu ambayo ni mzima, halafu mnasema eti Tila nimekufa. <laughs> Sasa nahitaji kitu kimoja tu nataka unipeleke kwenye kabuli la Tala ambaye nimezikwa hapo katika katikali. mm. mm. mm. Hivi mi naamini kama mpo kwenye ibada, kwa kuwa yapo madhehebu dini yanaamini kabisa mtu anapopata huduma ya chakula, ipo kwenye ibada, wala uja kosia kiongozi. Ni kweli kula ni ibada. Sasa kwenye ibada hiyo hiyo, mimi nilikuwa na jambo dogo tu, nataka nizungumze na nyinyi. Ningeomba mnisikilize kwa umakini sana, niazime masikio yenu. Mimi naona msaundi gudi tu, naomba ni wa kwanza kusikia na, na, na kuhifadhi utakachokiongea kati yenu. Hapa yupo ambaye ameshawahi kuiona tofauti yoyote au kuisikia kiongozi? Kama unavyoona mwenyewe, kwa ukimia huu, hakuna chochote tulichogundua hasa kwa upande wangu. vizuri kipindi tunaianza safari yetu tuliambiana kuhusu swala la siri, eh? Mtu kuweza kuhifadhi siri, sio kulopokalopoka lopoka tu kila sehemu au uongo. <laughs> Hilo nalikumbuka kwa asilimia kubwa sana, sijajua labda kama kuna la nyongeza, lakini hilo nafikiri limeeleweka kwa upande wangu.